Anja Mabula, wafanya wafanyabiashara wadogo na wakati mkoani Iringa wamesema wako katika nafasi nzuri zaidi ya kupanua wigo wa biashara wanazofanya kutokana na urahisi upatika wa upatikanaji wa taarifa za fursa na masoko wanazozipata kutoka Benki ya Maendeleo TIB na hivyo kuitaka taasisi hiyo ya kifedha kusogeza huduma zake mpaka maeneo ya vijijini ambapo kuna shughuli nyingi za kiuchumi. Amesema hayo katika kikao cha semina ya pamoja kati ya wafanyabiashara, Benki ya Maendeleo TIB, SIDO na Chemba ya Biashara, viwanda na kilimo nchini TCCIA. Clement Sanga anayoundani wa taarifa hii. Taarifa sahihi na upatikanaji wa masoko ya uhakika kwa bidhaa zinazozalishwa nchini kwa muda mwingi imekuwa mwiba mchungu kwa wafanyabiashara na wawekezaji. Hali hii mara kadhaa imeleta mdororo wa mzunguko wa fedha kwa wafanyabiashara, lakini sasa hali ni nzuri. Hawa TIB wametupa semina nzuri, lakini tunaona kabisa ni mwanga gani tunaenda kuona sasa. Serikali imeanza kuwajali wajasiriamali wajasiriamali wadogo wadogo, na wakati unavyozungumzia milioni kuanzia milioni mia moja na kuendelea kwa mjasiriamali, sio hatua ni ndogo hiyo, ni hatua ni kubwa sana. Kwa hiyo tunapenda kumpongeza Mama Samia kwa ile alivyoiona hawa ni watu ambao ni wadau wakubwa sana na ambao wanaweza kumsaidia vizuri zaidi mfanyabiashara na hasa kwa wale ambao wanatafuta masoko na sehemu mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi. Na wamejaribu pia kujimwambafai kwa namna ya upana wake, kwamba hawako tu Tanzania lakini wako pia uh, Afrika kiujumla, bara la Asia, Amerika. Hofu ya wafanya biashara wengi ni riba kutokana na fedha wanazozikopa kutoka katika mabenki, na hapa benki ya Maendeleo TIB inakuja na mwarobaini wa kadhia hiyo. Usijikite tu kwenye ule uzalishaji wa awali, jaribu kujikita kwenye ule uzalishaji unaongeza thamani bao, mwisho wa siku utapata faida kubwa na hizi riba utaziona tu ni riba za kawaida. Je, semina hiyo imekuwa na faida yoyote? Semina hii imekuwa ya mafanikio makubwa. Mafanikio ya semina na mafunzo yoyote unaipima kwanza kwa mwitikio wa watu, lakini pili unaangalia michango ambayo watu wanaitoa baada ya, ya, ya mawasilisho ya mada mbalimbali. Sasa tukaona kwamba tuandae, tushirikiane hizi taasisi tatu katika kuwa na semina ya mafunzo, tuwa, tuwape uwezo, tuwajengee uwezo hawa na viwanda ili waweze kutengeza biashara ambayo ni shindani na biashara ambayo zitaleta faida. Naam. Clement Sanga, Channel 10 Iringa. Sanga, kwa taarifa hiyo, na sasa tuangazie kwa upande wa habari za michezo na burudani ambapo kuelekea mchezo wa nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika leo kati ya Simba SC ya Tanzania